Mwalimu Kambarage Julius Kambarage Nyerere ambaye ndiye aliyetukomboa na kuleta uhuru wa taifa letu, lakini kikubwa, urithi aliyotuachia ni amani na utulivu wa nchi ya Tanzania. Ndugu zangu, wana Lusonga wote, tunajua huo urithi Tanzania Tanzania, tuna uwezo wa kulala usingizi masaa 24 na hujasikia mngurumo wala sauti ya risasi wala bomu, unatunda usingizi

Hakuna baba hapa anayeruhusu mke wake achezewe chezewe, yupo hapa Lusonga? Hayupo. Na ukikuta kama kuna mtu anaruhusu yaani watu wacheze cheze tu <laughs> na nyumba yake, ujua huyo, kiingereza tunasema zisemiki, kwamba kiswahili tunasema kigenge haliko